Lengo la hafla hii ilikuwa ni kuileta jamii pamoja. Tunaileta jamii pamoja kwa sababu zipi? Kituo chetu cha afya kinahudumia kina watu wa aina tofauti tofauti, wapo wenzetu wa Kristo, wapo wenzetu Waislamu. Kwa hiyo tuliandaa hafla hii ili kuyagusa haya makundi yote, lakini hii ilikuwa ni, ilikuwa ni kukutana kwa maana ya chakula ofisi ya mbunge na, na jamii yetu kwa maana ya hawa watu wa jimbo la Chato Kusini. Kwa hiyo tumefurahi kwamba tukio letu limefanikiwa, lakini tumefurahi kuwa wananchi wetu wa jimbo la Chato Kusini wamefurahi, lakini tumefurahi pia kwamba tumeendelea sisi kama ofisi ya mbunge kupitia mbunge Bwana Paschal Lutandula tumeendelea kutimiza matakwa ya mama, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan

Sasa hapo nimeshukuru sana kwa kutuletea chakula kama ile dawa ya panja. Nimeshukuru e, sana mara ishirini, yaani hapo ya nimeshukuru mpaka kesho yake. Kwa majina naitwa Esther Bukeye, ni, ni mkazi wa Geita. Namshukuru Mungu nimefika kwenye hii ostali, kwa kweli huduma nimefurahia. Nimefanywa operation saa mbili asubuhi huduma nimefurahi, na mpaka sasa hivi naendelea kuhudumiwa vizuri na huduma zote napata. Kwa kweli namshukuru aendelee kwa moyo huu aliotutendea sisi, hata kwa wengine atende hivi hivi, kuendelea kuwasaidia watu wengine kama alivyonisaidia mimi na watu wengine. Kwa mheshimiwa amejitoa kwa dhati na kwa moyo mmoja kwamba aweze kutoa chochote kwa hasa kwa upande wa chakula kwa wagonjwa na watumishi tuweze kushiriki pamoja koo. Tunashukuru sana kwa mheshimiwa mbunge kwa kutukumbuka e, lakini kwa niaba ya watumishi wenzangu pia e, tunashukuru sana e, tunaomba mheshimiwa mbunge aendelee kuwa na moyo huu. Kuanzia saa sita usiku ya tarehe 25 mpaka muda huu tuangalau kuna watoto wamezaliwa kumi na sita wapo na wamezaliwa watoto kumi na sita. Kwa hiyo Yesu amezaliwa nao. Kwa hiyo tunashukuru sana, na hatujapata changamoto kubwa sana ya kusema, huduma zinaendelea na wananchi wanaendelea kufurahia na huduma sasa, na kwa ujio hii wa hafla ya chakula cha pamoja na mbunge, wananchi wamefarijika sana.